Imetimia saa sita kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Albert Endu Kavano na kwanza ni muhtasari wake. Serikali mkoani Kagera imewataka viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Muleba mkoani humo kushirikiana kudhibiti ulanguzi wa kahawa za magendo, hali ambayo imekuwa ikisababisha kushuka kwa thamani ya zao hilo. Mkuu wa Wilaya ya Ubungo mkoani Dar es Salaam Albert Msando ameagiza kusitishwa kwa hatua za ufungaji maduka na kuwapeleka mahakamani wafanyabiashara wanaodaiwa kodi hadi majadiliano ya pamoja na halmashauri ya manispaa ya Ubungo yatakapofanyika. Na Umoja wa Mataifa umesema wanalazimika kupunguza kwa kiasi kikubwa mipango yake ya misaada kibinadamu duniani kote, kutokana na kukatwa kwa ufadhili uliochochea mamilioni ya watu kukabiliwa na hali mbaya. Habari kamili Kasulu Jeshi la polisi la Kasulu mkoani Kigoma limepiga marufuku watoto kufanya biashara kwenye masoko ya usiku ili kuwaepusha na vitendo vya ukatili vinavyoweza kukatisha ndoto zao. Marufuku hiyo imetolewa na mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi wilaya ya Kasulu, Mbarak Ruongo, jana katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, na kuwataka wazazi na walezi kutokuwa chanzo cha watoto wao kutembea majira ya usiku. Ruongo amesema wazazi na walezi wanapaswa kuwa walinzi kwa watoto kutokana na uwepo wa matukio mbalimbali ya vitendo vya ubakaji na ulawiti na kuwajengea mazingira ya kujisomea wakati wote. Kumekuwa na matendo machafu kwa watu ambao sio waaminifu. wa kuna wabakaji, kuna wezi wa watoto, kuna watu wengine huambua kuwadhuru tu watoto kwa nia zao ovu. Kwa hiyo ninawaombeni sana, mnapotoka majumbani kwenu msirudi usiku. Ni marufuku kwenda kwenye masoko ya usiku. Wapeni ujumbe wazazi wenu, polisi hawataki tuende kwenye masoko ya usiku kuanzia saa kumi na mbili. Kama wanakutuma wakutume mapema, naenda kanunue sijui nyanya, vitunguu mapema. Kaimkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji Kasulu, Sabianus si Chaula, amewataka watoto kutoa taarifa kwa walimu wazazi na ndugu wa karibu wanapofanyiwa vitendo vya ukatili ili hatua za kisheria zichukuliwe kwa watakaobainika dhidi ya matukio hayo. Serikali mkoani Kagera imewataka viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Muleba mkoani Kagera kushirikiana kudhibiti ulanguzi wa kahawa za magendo, hali ambayo imekuwa ikisababisha kushuka kwa thamani ya zao hilo. Mkuu wa mkoa wa Kagera Bi Hajati Fatuma Abu Bakari Mwasa amesema hayo kwenye kikao cha baraza la madiwani kwamba kwa sasa katika soko la dunia thamani ya zao hilo limeshuka kutoka dola tano hadi dola nne za Marekani. Bi Mwasa amesema kuwa kushuka kwa thamani kunatokana na baadhi ya watu binafsi kulangua kahawa mbichi kutoka kwa wakulima, hivyo ni wajibu wa kila kiongozi kushirikiana kudhibiti hali hiyo na kuchukua hatua za kisheria kwa watakaobainika na ulanguzi huo ni kosa kubwa kuwaachia walanguzi waingie wanunue kahawa mbichi kwa shilingi 800. Yaani ulanguzi huu una encourage wizi. Wengine hawana mashamba, wanakwenda kuvuna za wenzao, wanaziuza. Tumetangaza kamata kamata na tutaendelea kukamata. Ukienda kuvuna kahawa mbichi, unatutia hasara nyingi, ikiwa ni pamoja na kushusha ubora wa kahawa ya Kagera. Kwa hiyo lazima viwango vizingatiwe, maelekezo yazingatiwe, lakini tuhakikishe wakulima wetu wanapata fedha Kupata. Na kadri watakavyopata fedha nyingi ndio tutakuwa tumepunguza umasikini, lazima tudhibiti ulanguzi. Mkuu wa Wilaya ya Muleba Dr. Aberi Nyamahanga amesema tayari wanaendelea na doria za mara kwa mara kudhibiti magendo ya kahawa na kahawa yote itauzwa kwa njia ya mnada kupitia vyama vya msingi. Mwanza, Serikali imepongezwa kwa kuwahamasisha wananchi kuona umuhimu wa kulipa kodi ili kuleta maendeleo yao badala ya kutegemea mikopo kutoka nje. Baadhi ya wakazi wa jiji la Mwanza wamesema hayo wakati wakizungumza na Radio Kwizera kufuatia kauli ya Rais Dr. Samia Suluhu Hasani aliyetoa mkoani Simiu kuwa Watanzania wajenge tabia ya kulipa kodi, kuepukana na mikopo kutoka nje kuleta maendeleo. Bi Jaklini Mahendeka, Yohana Rukas na Madaraka Ashiriwa, wakazi wa jiji la Mwanza wamesema hatua hiyo itasaidia Tanzania kupiga hatua, kwa sababu inazo rasilimali za kutosha kuiwezesha kuachana na misaada na mikopo kutoka nje. Huo uwezo inao, kwa sababu kwanza, Tanzania ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi sana, hakuna mtu ambaye haelewi hilo. Lakini sasa katika fikra za ambao wanatuongoza, ndio mawazo yao yameishia hivi kwa kutegemea misaada kuiongoza nchi yetu ya Tanzania. Hakuna uimarishwaji ulio bora zaidi kudhibiti hizi kodi na namna ya ulipaji wa kodi na inaenda kufanya watu watu kila kitu kipo, hizi, ya hali ambazo aanda ufanyawattt rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania daktari samia suluhu hassan akiwa ziarani katika mikoa ya kanda ya ziwa ikiwemo simiyu amewataka watanzania kuendelea kulipa kodi kwa ajili ya kujenga nchi yenye uchumi wa kujitegemea katika miradi ya maendeleo dar es salaam Mkuu wa Wilaya ya Ubungo mkoani Dar es Salaam Albert Msando ameagiza kusitishwa kwa hatua za kufunga maduka na kuwapeleka mahakamani wafanyabiashara wanaodaiwa kodi hadi majadiliano ya pamoja na halmashauri ya manispaa ya Ubungo yatakapofanyika. Hatua hiyo imejiri kufuatia malalamiko kutoka kwa wafanyabiashara wa Manzese kuhusu ongezeko la kodi ya huduma, service levy, ambalo wanalalamikia kuwa limekuwa tishio kwa mitaji yao na ukuaji wa biashara akizungumza na wafanyabiashara wa Manzese waliopopokea barua za kudaiwa madeni kutoka halmashauri wanapaswa kuzijibu kwa maandishi wakieleza uwezo wao wa kulipa na kuwasilisha kwa mkurugenzi wa halmashauri. Bwana Msando ameweka wazi kuwa hakuna hatua yoyote ya kisheria kama kufungiwa maduka au kufikishwa mahakamani itakachukuliwa dhidi ya wa wafanyabiashara hao hadi pale kikao maalum kitakachowakutanisha yeye, timu ya mkurugenzi na wafanyabiashara kitakapofanyika. Viongozi wa wafanya biashara taifa na mkoa wa Dar es Salaam wamepongeza uamuzi huo na kwamba umefungua njia ya majadiliano ya amani kwa pande zote ambazo zimekuwa na mvutano juu ya jambo hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura, shirika la kutetea haki za watoto shuleni nchini Burundi Sogepae Burundi imeiomba serikali kuongeza bajeti kwa wizara ya elimu ili kuhakikisha watoto wanapata elimu bora. Mkurugenzi wa shirika hilo Bwana David Ninganza amesema hayo jijini Bujumbura wakati akizungumza na vyombo vya habari, ikiwa ni siku ya mtoto wa Afrika jana. Kwa bajeti ya elimu husababisha ukosefu wa huduma muhimu kwa watoto. Bwana Ninganza amesema baadhi ya wanafunzi wamekuwa wakihitimu masomo yao wakiwa na ujuzi mdogo na wengine wanashindwa kujiendeleza kielimu. Amesema ili kutoa elimu bora nchini humo, serikali kupitia wizara ya elimu iketi na kupitia upya bajeti ya sekta ya elimu ili kujenga Burundi yenye wasomi na maendeleo ifikapo mwaka elfu mbili na arobaini. New York, Umoja wa Mataifa umesema unalazimika kupunguza kwa kiasi kikubwa mipango yake ya misaada kibinadamu duniani kote, kutokana na kukatwa kwa ufadhili uliochochea mamilioni ya watu kukabiliwa na hali mbaya. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kiutu OCHA imesema kuwa itafuta, itatafuta ufadhili wa dola bilioni 29 kwa mwaka wa 2025 ikilinganishwa na dola bilioni 44 zilizoombwa hapo awali mwezi Desemba mwaka jana. Shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema kwamba litalazimika kufuta ajira zipatazo elfu tatu na mia tano na kupunguza asilimia 30 ya gharama za wafanyakazi wake. Tangu kurejea madarakani kwa rais wa Marekani Donald Trump, Marekani iliyokuwa mfadhili mkuu duniani imepunguza kwa kiasi kikubwa misaada ya kigeni na kuleta athari katika sekta ya misaada ya kiutu duniani kote. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Serikali mkoani Kagera imewataka viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Muleba mkoani Kagera kushirikiana kudhibiti ulanguzi wa kahawa za magendo, hali ambayo imekuwa ikisababisha kushuka kwa thamani ya zao hilo a wilaya ya Ubungo mkoani Dar es Salaam Albert Msando ameagiza kusitishwa kwa hatua za kufunga maduka na kuwapeleka mahakamani wafanyabiashara wanaodaiwa kodi hadi majadiliano ya pamoja na halmashauri ya manispaa ya Ubungo yatakapofanyika. Na Umoja wa Mataifa umesema unalazimika kupunguza kwa kiasi kikubwa mipango yake ya misaada ya kibinadamu duniani kote, kutokana na kukatwa kwa ufadhili uliochochea mamilioni ya watu kukabiliwa na hali mbaya ya duniani. Waza, wazua. Msikilizaji, Waswahili wanasema ukitaka kufika mbali nenda na wenzio, ukitaka kuishia karibu nenda mwenyewe. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Endelea kutufuatia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, TikTok na X, Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV, na website yetu ya Radio Kwizera. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.